Kwa hiyo kijiji alikuwa mchawi. Mwana alikuwa anafanya kazi ya ubwe and he was God. Watu walikuamini.

Mungu anaweza kuongea. Na unajua Faustina, mtakatifu Faustina mwenye alipata the divine mercy aliitwa akiwa aliitwa akiwa aliitwa akiwa huko. Alikuwa amezunguka kweli kweli, na hapa alipokuwa akitaz akaona vision ya

Msalaba yake ya neema ya Mungu anaweza kuwa na kuongelesha kupitia huo msalaba. Mungu ni mwema yeah. na kukuka chifu mmoja huko huko Mombasa, alikuwa ndani ya kipindi mpaka kwa gate anarudi nyumbani, bwana familia inakuja church ya anarudi home And it happened several times. Mara ya mwisho siju ilifanyika nini alikuwa fikisha akasema pikipiki atawafikisha aa, akarudisha gari mbali, akachukua pikipiki kutoka ta ile iye ikamwangusha. Alikaa na plasta nine months, so at s ni kisababu ya kanisa, na hata yeye alikuwa amebatizwa. Nilikuwa na muuliza kwa nini hukuinita umwambie mambo ya kukosa kanisa.

a mchungaji mwema pia tunataka kusherekea kondoo wazu wazuri. Mungu ni mwema na ndio maana siku o aian masuriliza mungu Mungu tuhurumie, na utujalie kujiona, kila mtu wakiangalie na kujiona. Je, leo, sababu sasa tunatumwa kuwa wachungaji wema. Je, mimi nimekuwa mchungaji mwema mbele ya Mungu?